Hey, watu wanatembea na marefu kina tatu marogo sa wametoka huko so, watakuja kushangilia tu kwamba ah, leo tumecheza na Pacome Zouzoua na wataenda kupiga piga nao picha basi. Ah, hivi kuna mtu amekudanganya kwamba Pacome Zouzoua ameumia sasa, yeah. Hiyo usifikirie ndio maana nikakombe. Timu ya kubahatisha, mi mwenye timu ya uhakika. Mi naingia uwanjani napiga nachukua pointi tatu. Sina magoli ya mbambamba wala kubahatisha. Mi nikifika napiga nachukua pointi wow, tatu uliona mambo yanaenda. Ningekuwa nafikiria kama ningekuwa nakutana na Mamelodi Sundown, ningekuwa na National la Ahli, leo au mahusiano yote juzi Real Madrid kapigwa na Arsenal kweli sio kweli, siyo, kweli na katika timu klabu bingwa mbovu na Arsenal, lakini unaambia Real Madrid hana historia ya kupata matokeo kwa Arsenal? Ndo Azamu Azamu hana historia ya kupata matokeo kwa Mbeya City? Au kumbuke kina Mojano yeye walikuja kuangusha mziki pale Azam Complex na mwisho wa siku Azamu wakapata shida, yule mwanamke wa Tabora alisema yeah. Sisi sasa hivi ni levo yetu kuiangalia Tabora United, sio Yanga, ni kuangalia levo za kuitafuta kina national ale wakati <laughs> watu wanaokosea mpira nyii ujue ukuja kwa Azamu nimepiga pale pale Chamanzi. Kwaiyo mi nachofanya kila anayekuja mbele kwanza natafuna, alafu wewe utakuja baadaye. E, nimekuweka pending, utakuja baadaye kwa sababu najua kurukaruka kwa malage ndo kuumga kwake. Leo Stendi yupo katika dimba la KMC Complex. Anakwambia iwe jua ama mvua, Young Africans unakufa pale pale na wao wanasonga mbele, hatua nusu fainali ni sahihi siku zote hizo. Hata yule mwanamke wa Tabora alisema sisi sasa hivi ni level yetu kuiangalia Tabora United sio Yanga, ni kuangalia level za kuitafuta kina national ala wakati <laughs> watu wanaokosea mpira nyi ujue Watwe lakini yote haya analeta Pacome, Zuzu, Alidi, Aucho, pamoja na Max pia Mzengeli na Josan ile kangarombo, yani vile vitu wanavyofanya watu wanarahisisha na kuona mpira kama ni kitu chepesi sana. Yani wale ndio wanaleta matatizo wao. Watu wanaona kama kile kitu chepesi sana, ugumu wa kazi ile hawajui. Ndio maana yanatokea kama haya, lakini sio kweli. Sikio haliwezi kuzidi kichwa. Stand United, timu ya labda ingekuwa inakuja ina ina kucheza na Simba Sports watu wangetegemea hilo kwa sababu ni timu ambayo imeshawahi kutolewa na mashujaa raundi za awali, lakini sio Dar es Salaam. Yanga, Afrika ni kitu vitu viwili tofauti. upo tayari kukutana na Simba Sports Club kwenye hatua ya fainali? mimi mboni Simba, simba t... muda wote. muda wowote muda wowote muda wowote, na ndio maana kila napoambiwa mi nafika, alafu wao wanaingia mitini. Mi muda wowote, so mi kikosi changu sio cha kubahatisha, nitafute nusu wakati napiga leo, alafu mimi naingia mi naingia tena, sio kwa goli moja mbili, amna kwa kubahatisha. Mi napiga nyingi, alafu naingia pale, namsubiri mbona ipangwe tu hiyo kila siku nakwambia, wacha inyeshe tuone, wacha inyeshe tuone, ushindi muhimu iwe jua iwe, iwe mvua si unaiona? Yeah. Ndio napiga hivyo. Sasa fikiria, kakimbia Simba mziki anaweza kutambaa, Azam anaweza kutambaa na nani kweli? Stand United hivi? Yeah. Yeah. Paka unamtisha kilo kumi za unga, ukiuliza kwa sababu naye anakulaga, si unamwonea tena? Yeah. Paka unamtisha kilo kumi za unga. Mm. Ah, abebe inawezekana hiyo, si unamwonea eti kwa sababu unamfuga nahela kufanya stand na <laughs> Hmm. Sawa so, wametoka huko, atakuja kushangilia tu kwamba ah, leo tumecheza na Pacome, Zouzoua, na wataenda kupigapiga nao picha basi, lakini sio kusema wao oh, wamekuja hapa kushindania na timu hiyo. Halijawezekana lidi aucho kuumia wewe ulioni wow, ah. mtoto duka buya anautupa, anautaka, anatupa, anautaka, mambo yanaenda sawa kishenzi kwa Austin United. Mimi ningekuwa nafikiria kama ningekuwa nakutana Mamelodi Sundowns, ningekuwa na National Ahli leo au Piramidi, ningesema itakuwaje? Umaona, eh? Kwa sababu hawa watu najua wanajua kusoma udhaifu wa mtu mmoja mmoja na kwa namna gani, lakini sio kwa kusema anaenda kucheza na Stand United. Hata wezo booster sifungui zote booster? sifungui zote. Zagalo asinakakomeli na, leo eh? Tena hata nani tribusheri akanakakomeli e -e -e na namba mbili si atakakibwana Shomari alafu hata Kibwana Shomari nitakuwa nimewaonea, sijui tumchezeshe mnanii Denis Nkane. Sasa Kibwana Shomari kaitiwa asamu, ndo amekuja kupigwa kabari. Wameingia roba nana, akaamua kumumiza naniiwamumize Pacome ili yapungue, kwa sababu <muchilu> zile goli zilikuwa zinapigwa nne na tuko natafuta la tano <muchilu>

Nisikilize nikwambie, hmm. Kama mwana sposi juzi, Real Madrid kapigwa na Arsenal kweli, sio kweli? Na katika timu labingwa mbovu na Arsenal, lakini unaambia Real Madrid hana historia ya kupata matokeo kwa Arsenal. Ndo Azamu Azamu hana historia kupata matokeo kwa Mbeya City? Au kumbuke kinamojano, yeye alikuja kuangusha mziki pale Azamu Complex, na mwisho wa siku Azamu akapata shida hmm. Kila kitu kina mfumo wake. Kama unavyoona Simba, hakuna timu iliyofungwa mara nyingi na Yanga kama Simba. Hakuna timu inanyanyasika na Yanga na, na, Simba. Yani na, na Yanga kama Simba, hakuna timu Yanga imejipatia matokeo ya kujivunia kama Simba. Unamtaka mkutane kuni saradi bifu bifu. Muda wowote sio hiyo, tuna kombe lingine, hata mwaka juzi mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka jana ile eh ile mwaka, mwaka majuzi mwaka juzi nilikuwa naomba draw ikichezwa basi tukutane sisi na wale, alafu ndo tupate tukomeshe tujue nini kinachoendelea. Yani kuna timu za kushindania ya naye, yani kwa leva Dar es Salaam engafika kwenye soka la Afrika Mashariki huwezi ukafananisha Simba Sports na Yanga goba mbuzi pamoja na, na wazee kwani mbuzi ndo wanacheza, kwani ile kisingizio wa, tu waliambiwa wale wateremke ndo wakafanya mazoezi, lakini kwa sababu siku ile tulikuwa na historia ya kupiga goli nane na ndo tulikuwa tunavunja mahusiano yote. Sasa kuna timu pale, kuna timu, mimi nilishakoki sana zote na zilisha wiva hmm. mimi nilishakoki sana zote na zilisha wiva. mimi kwa nasema hivi elfu <F2> hmm. mbili ishirini na tatu elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano Simba hajaweza kupata timu ya kusimamisha kwa Dar es Salaam Yanga Afrika, usiku mchana, inyeshe yani, litoke jua, inyeshe mvua, Simba hajawa na timu ya kusimama kwa Yanga. Maneno yatakuwa nayo, lakini ukisema tusimame, hakuna timu ya kusimama, yani iko hivyo kwa namna ambavyo, wame Young Africans inavyochezwa kwa muundo wao, ubingwa upo, maana Simba Sports Club bingwa nao wanautaka wa ligi kuu. Vipolo, ah, vipolo vitachacha hivi asikongopee mtu. Kwanza sisi tunachotaka, kwanza tushinde, na umeona ulikuwa unategemea, naenda kwa Tabora, tumepiga, tumekuja kwa nani mwingine, ukawa unategemea siji kosti, hawezi kunisimamisha kwa sababu ulitoka na walitoka na wao sale. Umekuja kwa Azam, nimepiga pale pale chamanzi. Kwa hiyo, ninachofanya kila anayekuja mbele, kwanza natafuna, afu wewe utakuja baadaye, wewe nimekuweka pending, utakuja baadaye, kwa sababu najua kuruka ruka kwa malage ndio kuiva kwake. Unasema uchezi au uchezi, watakuja tu hao. Unasema uchezi, watanipa pointi 3 basi. Kama sikucheza mimi, simu simileta. Kwa kama sikucheza watanipa pointi tatu. Ndio, ndo kauli yangu. Mi sinilishaandaa timu mpaka saa saba, taarifa mpaka saa sita ipo kwamba mechi haijaghairishwa. Sasa unakujaje kuniambia saa saba, mpira uko hivyo? Mpira una sheria zake, una kanuni zake, kama kumia kwa alidi au uchu pamoja na Pacome Zouzoua Young Africans kwenye swala la ubingwa hivi kuna mtu me... amekudanganya kwamba Pacome Zouzoua ameumia? Hii hujamuona juzi? Hizo kopi ingia kwenye mtandao angalie, ingia kwenye hapo Yanga afu unaweza kopi, alikuwa anafanya hadi yani, yuko yuko fiti. Pacome Zouzoua yuko fiti asilimia mia mbili sio mia, asilimia mia mbili na utamuona leo. Leo utamuona kama hakuweko, basi jua tena kwa sababu ya kuwadharau wale watu wenyewe na kuona, lakini Pacome Zouzoua hajaumia, ndugu yangu ile ni vinjali vya kawaida katika mchezo, katoka karudi. Dakika masaa sabini na mbili siku tatu yuko sawa, si kama unavyofikiria wewe. alidi aucho ni sahihi, wiki tatu. Najua kwa sababu umechanika nyama za paja eh, kwa kwa Simba Sports Club kwa viporo vyake ambavyo hajacheza mpaka sasa hivi. Umeona Simba kuwa bingwa, ubingwa anapata wapi? Sasa ubingwa anapata wapi? ashinde mezi zake zote alizokuwa nazo na mimi nilizoshinda, bado pointi yangu iko pale pale. Kwani mimi nishapoteza sasa kama sikucheza? Maana pointi tatu anapewa yeye Anapewa? Anapewa kwa kigezo gani? Sasa tunaaana hiyo usifikirie. Ndio maana nikakwambia timu ya kubahatisha, mimi mwenye timu ya uhakika mimi naingia uwanjani napiga naachukua pointi tatu. Sina magoli ya mbambamba wala ya kubahatisha. Mimi nikifika napiga naachukua pointi tatu. Sina magoli ya kubahatisha. Watu wanatembea na marefa kina tatu malogo. Tunaambia gatu siwachaje kiasi mnatei. Watu wanatembea na marefa limfukoni. Kila siku kisikia kafungiwa kwa sababu ya hao wao. Sasa mimi nitaweza kushindana nao.